Sio ni tofauti si, uh, mm -hmm. Si, na watu a, kwa hivyo i, akienda anafanya vitu viwili, anakusaidia, sababu purgatory huwa tunaenda kwa sababu kuna kitu tumeshikilia zaidi kuliko Mungu mm -hmm. So wele, anafanyaga wele, anaenda na kuna sua kwa hu mshikamano anakusaidia to detach kwa ile kitu inakufunga kushika mingi. si kila mtu anaka kitu kake, mm -hmm. Tunasema kila zote, tunaongea juu ya hirizi, sisi zote tunahirizi, kuna kitu unapenda kuliko Mungu, so anaezaunasua like, kwa hiyo ambayo tuko pamoja, mm -hmm. na namba two anakusaidia hiyo ambayo tulisema purification, anakutakatifuza ukubalike kwa Mungu. Kwa hiyo mambo ni mangapi? mm -hmm. Na hii ndiyo sababu uh, roho nyingi ambazo zimekwama purgatory, ni kwa sababu zilishikamana na kitu zaidi mpaka Mungu akakosa nafasi nafasi. Mary alipewa hiyo fema ya kwenda kunasua na kwa hivyo ile ile habari ya Aki, aki urumu, kwa kile kidlisha akipata hiyo huruma anaelekeza kwaeleza sababu ni mwitu wa ulimwengu. To, to, mm -hmm. to see Jesus. Yeah, yeah. So we can summarize as the star of the sea. What does she do? One, to guide. He's a guide. Kumbuka ameleta mabajuzi uh, mabaharia wanatumia nyota. Kwa hivyo kweli Mama Maria is a guide. A guide to where? To heaven. So number one is a guide. Number two, her work is consolation. A guide to where? To where? So, so sasa tushike hapa. Ukiwa na mtu mgonjwa, ukiwa na mtu anayekufa, neno ambayo unastahili kutamka ni Mary, jina Mary, that drop gives consolation even to the dying. No wonder tuko na vita kubwa na Mama Maria. Kila mtu na hakuna mtu na anapinga Joseph. Umesha, hiyo hakuna mtu na shida na Joseph. Shida kubwa iko na Mama Maria. Sasa ni kwa mwetu yake. Just to mention the word Mary to a dying, to a sick person, you give that heart sasa heshima. Bro, hiyo ndio inaituliza. Na ni kweli ukikumbuka <mimu> Joseph alikufa kwa mikono <mimu> ya nanga. Joseph alikufa kama alishikwa na nanga. Ndio hiyo sababu mapacho wake ndio is Joseph because I kwa mikono ya mama hapa. Imani, wewe ndiye kufa hapa the

ni mtu mgonjwa, mtamkie inama na unajua, hata watu wengi wale even saints, even saints saints wananyakuliwa na shetani wakati wa dakika ya mwisho. mm -hmm. Even saints saints wengi wanaendaka na shetani dakika nguvu, wote ameishi vizuri, lakini hii dakika ya mwisho ndio, mm -hmm. hiyo uchungu hiyo ukata tamaa

you dedicate that person to the mother of mercy to the mother of mercy Mercy and again tumesema she leads us to touch me ana kuna sua kwa hiyo kitu umeshikilia ambayo inafanya waache kushikilia

zinafanya uwe kufike salama sili kweli? Mm -hmm. Lakini siyo, siyo Mungu. Lakini zinakusaidia kufika salama salama. Salama. Lakini salama ni nani? Ni Mungu. Kwa hivyo nyota ya fahali inatusaidia hata sisi kufika nyumbani salama salama. Tuombe basi kama i wana... Mungu Mama Maria aendelee kuwa nyota yetu, atuongoze, na sasa tumejua anatuelekeza kwa wokovu kamili. Amen. Kami. Yeye ni mama wa huruma, yeye anatupa consolation. Yeye anatu, anatujalia tupate matumaini katika yale ambayo tumepoteza na zaidi anatupa kitulizo ya mioyo yetu na sababu tumejua